Sasa nina swali kwa vijana ambao mnaenda kuongea kutoa kero zenu kwenye hiyo wizara ya vijana kwa huyo uh, waziri haramu wa vijana mnaenda, tumeshakubaliana kama taifa kwamba hatuitambui hii serikali. Hii serikali ni batili, ni serikali haramu. Vijana mnapokubali kwenda pale kuongea nao na kutoa kero zenu, hamwoni kama mmeshawahalalisha kwamba ile ni serikali halali? Mnaitambua? mna, mna, kwa nini mnakubali kuchezewa akili hivyo vijana wa Tanzania? Tulisha, e, yani tulishafika sehemu ambayo mmeamka mna akili. Kwa nini bado mnakubali kuchezewa akili? Mnadhani hawa sasa hivi wanawasikilizeni nyie kweli, au ni kwamba wanataka tu mtulie msiandamane, ni nini, ili wao waendelee kushikilia nchi. Hii serikali batili ingekuwa inawasikilizeni vijana, baada ya mauaji waliofanya wangetoa haki haraka sana, wangetoa haki. Mnaenda pale, mnaenda kuongea uh, vitu yani mnatoa malalamiko wenu, wanawachora. Yani sasa hivi mnajichoresha vijana, mnaenda kutoa malalamiko kwenye ile, mnajichoresha. Wangewasikiliza hii serikali batili ingekuwa inawasikiliza Watanzania ingekuwa imebadilika kwa njia yoyote ile. Hii serikali kama imebadilika sasa hivi inawasikiliza wa Tanzania kwa njia yoyote, cha kwanza ilikuwa ni kutoa katiba mpya. Sasa hivi kama inawasikiliza watu, kutoa katiba mpya, kuweka serikali ya mpito na uchaguzi kuchagu, uh, uh, uh, kurudiwa, hiyo ndio ingekuwa ni serikali ambayo imejifunza kitu, ni serikali ambayo inajali nchi hii, lakini instead wameamua sasa hivi kuwachezeani tu akili kuwafanyeni ma, mapumbavu tumeiba uchaguzi, tumefanya tumefanya kampeni za kini kinimacho, tukaiba uchaguzi, tukawapigeni risasi wote, tumewaueni. Sasa hivi tumekaa, mnakuja, tunajifanya tunawasikilizeni, tunajifanya sisi sasa hivi Magufuli, lakini hatujawapa chochote mlichokitaka, chochote kichowafanya mkaandamana, mpaka sasa hivi hatujawapa. Tunawachezeni tu akili, na nyinyi kama kama tu mazuzu mpompo. Hivi vijana, mnarealize kwamba hakuna hatujapata results zozote, na watu wamekufa. Hakuna results zilizopatikana, na sasa hivi tunacheza ngoma wanazopiga wao. Sasa hivi vijana, sasa hivi vijana wa Tanzania, mnacheza ngoma inayopigwa na kina Mwiguru, inayopigwa na Samia, ngoma inayopigwa na kina Kikwete mnaicheza. Hatujaachieve chochote bado, hakuna haki yoyote Tanzania, na watu wamekufa, na nchi mmetulia, mnawasikiza kina Mwiguru wanafanya propaganda mnawasikiliza kina